Chenye naweza kusema upande wa baba kurudiana na Ruto, naweza kushukuru sana baba amefanya kitu mzuri sana. Unajua kila siku watu, unajonga kitu yenye baba baba angalia, watu wako na usiangalie watu wa Kisumu peke yake ama Nyanza peke yake, angalia kila mahali. Ukishaangalia kila mahali maneno yenye watoto wanauawa kila siku, unasikia mtoto ameuawa matiagas, mabunduki, mapolisi wanarusha tu vibinduki vile wanataka hivyo. At least ukomeshe Raila na Ruto kuungana pamoja, mimi na support kabisa manake Raila ametoa mbali sana, na bado ako uwai na bado ako strong, baba ako strong kabisa. Hata 2027 Ruto anaweza msupport akuwe president, so mimi sioni shida hapo, manake kati ya hawa viongozi wawili ni, ni, ni vikumu kwa analyze vile wanaka, lakini jambo la muhimu ni kwamba wote wawili ni viongozi wetu ndio, lakini kachakwa pia ako na mwelekeo ambaye hatuchui watu wa Mount, Mount Kenya, kama watafikiria kivipi hiyo. Eh, hiyo ni ma, mawaidha yangu, mwananchi wa kawaida kwanza. Ili hiyo ishu imenikera kwa sababu huyu mzee huyu mzee Raila tumshamzoea, mambo yake kila serikali ikibadilika lazima aende aungane mkono na rais kwa faida yake mwenyewe ya kisiasa sisi kama wananchi, mimi kama mwananchi sioni kama inanisaidia. Ni kwa faida yake, manufaa ya baba Raila tu pekee yake.